Majeshi ya pepo wabaya nafanya kazi alafu alokole, ndio nimesema tumepewa Roho Mtakatifu, alafu kanisa la kwanza likiwa na Roho Mtakatifu, lakini malaika walifanya kazi. Naweza kukufafanulia hapo, tutagusia maandiko baadaye. Sasa wewe nani unanikatalia? Acha kanisa la kwanza. Yesu, je, Yesu? Yesu kacheza nao sana malaika. nitakupeleka kwenye kitabu cha ile nikuambia Matayo 26 52 wakati yuda anakuja kumsaliti, halafu mmoja mwanafunzi wake anachua upanga kakata ule mmoja wa, wa, wa wanafunzi Yesu. Akasema, ebu nipeleke ile andiko. Yani Yesu alikuwa unaofahamu, alikuwa anajua ni vitu vya kawaida kucheza nao. Anashangaa mbona petro amtumii? Si walipata wapi ufunuo wakina Petro baadaye, wamejaa roho wanatumia. Nipeleke Matayo nikuoneshe. Jamani, Bwana asifiwe. Unakaa pale mtakatifu, kuanzia asubuhi naanza biashara na duka nzuri, neema ipo, uko pale mpaka unaamua kujiungisha soda, namba soda, hebu najua nini mwenyewe, namba soda hiyo, unajichukulia soda eh, amna shida, ni biashara bila habari, unajichukulia, unajiwekea, yani majiungisha asubuhi mpaka usiku, umeuza 1700 tena ya kwako mwenyewe buku, umenunua sijui nini, biskuti 500, soda umeuza na kibiriti, alafu kuna mpuzi kauza milioni 43 mpuzi tu hajui hata maana ya mbingu. Mpuzi anatumia malaika hao hao, lakini malaika kwenye majeshi ya pepo wabaya wale wagiza walioasi anawagiza, wanaenda hiki. Tunataka uelewe vizuri. Kuna mtu, kuna watu hata sisi tukifanya huduma ya maombezi na kufunguliwa, kuna mtu unamuuliza, ilikwaje ulienda kwenye chumba cha yule kaka, ilikwaje ukafanya mapenzi? Ananiambia, mimi sijui, mimi nimeona tu kama akili zipo, mimi sijui mpaka naingia, sijui mpaka tuliofanya uchafu ndio akili zinarudia. Sio ye, ye, ile inaitwa jini mahaba. Jini mahaba anatumwa. Yesu angechelewa sasa. Nikuambia, mimi nilikuwa nabobea kwenye kitabu u -u -u, u -u. kwenye uchawi wa mashetani wa majini na yajua majina yake Mzee, tauba utashuhudia baadaye. Naweza nikakupiga, mimi nakwambia. Unatoa zaka, umeokoka, una Roho Mtakatifu. Waite watume kwa jina la Yesu, mwambie hata kama yuko baa hata kama alevi amekaa na walevi, mchukueni, mzoba mzoba ajikute yuko sebleni. We unajua wokovu, wewe wokovu mtamu, wewe na hii ndio jeuri yetu ya uwokovu mtamu. Nasema mtamu, hatutafanya dhambi, maana tumepewa mamlaka. Wanasema malaika ni viumbe vya kututumikia lakini wanatokea unapokuwa unatoa sana. Ibrahimu wanatoa wanatokea, Kornelio wanatoa wanatokea. Kuanzia leo tunaanza kudili, tutaanza shuda, utashuhudia Jumapili. Wala usilete jina kwa msku, usimsumbue baba wala mama, usisumbue wazee, usisumbue wachungaji wa saidizi. We leo we njoo naye leo we taja jina akikuzidia niletee, unaambia malaika asiletee utani, anarudi saa nane usiku. Ye nani? Ye nani mlinzi wetu Watoto watu hawamjui babaao, wanafikiri nafikiri yanko nani? Tunaendelea, tuna vita una vita na nani wewe? vitu vingine ni ujinga tu, hamna kuentertain vitu hapo. Ah, nisaidie kumwambia mwenzako, kimeeleweka, mwambie, kitawaka na kimewaka. Sisi sio wa kuonewa, sisi sio wa kuonewa, sisi sio wa kuliaria. Ah, ngoja niongee hivi, naomba nisikuchanganye, nisikucha malaika, ningekwambia ni viumbe ambao Unajua hata shetani mwenyewe si malaika mtakupa levo yake, yaani unajua, alafu alishindwa kule mbinguni, akushindwa na Yesu. Yesu akucheza ule mziki, Yesu katulia, Mungu Baba katulia, Roho Mtakatifu katulia, amecheza mziki na Mikaeli malaika mkuu mwenzake yule, afu Yesu yuko ndani, Mungu Baba yuko ndani, nazingirwa na malaika yule, mbwa ndio maana Yesu walivyoenda kuleta ushuda, Baba tumeona kwa jina lako pepo zinatoka, anambia nilimuona akianguka kama umeme. Mpuzi yule hana kitu kwangu, mimi na dhambi hana kitu kwangu. Haleluya! hey. Baba nibadilishe hii, naona wame, watakatifu wasema mzee lole umemleta api mambo ya malaika tena, haleluya Nitakuambia leo kazi wanayofanya mpaka kwenda kuleta mtu watu wape, kuna watu hapa mpaka akamlete mwenzi wako, nitakusomea maandiko mwenzi. Mzee sinahangaika eti e, bana uliaye nitamwona nani? Mimi unaumwa nini wewe? Yani noni, nirudie ujana leo? Siombi we upuzi, baba. Ntamoa nani? Eh Bwana, uli hai, kazi yako tunajitoa. Mimi niombe upuzi? Namwambia unamjua, nataka kumwoa, asiwe na mawengi, asiletee balaa. Mimi ni wa kwako, kamlete. Atatoka Bunju, Boko, Tabata, Tegeta, Segerea, mlete malaika. Ole wako mcheleweshe. Nitakwambia Ibrahimu aliomba maombi, ujue hayo, tutafika baadaye. Atakuonesha kitabu cha Mwanzo 24, usiandike za 24 saba. Anamwambia nenda, Mungu wangu atapeleka malaika wake, atakutangulia, atamchukulia mwanangu mke na utakuja naye. Rebeka alikuwa mkarimu, zeelinashanga maombi ya mzee baba, yale malaika ko pale eea, ngamia mtungi, ile ngoma ilishaisha, mtu katuma malaika Afu Isaka isa lenyewe linaenda kutafakari, nimepewa dozi hiyo. Si unajua Isaka ana presha, mke anakuja, jambo linaenda kula meditation. Katika jina la Yesu, baba mtu, ndio baba mkwe ana shida, anakuja, malaika wanashughulika. ni mwana nani? mimi nitaolewa na nani? wanaume wanake, tuko wengi, na nikakwambia, mume wako yupo. Siseme Amina, na mimi nitamtuma. Unafikia, una unatuma, wanasikia maneno ovyo ovyo, sabiu sadaka. <laughs> sema sadaka sema sadaka, sema dhabihu. Unachekelea hapo, nitawatuma leo, utapigwa makofi. Wale sio watoto. Haleluya, haleluya. <laughs> Najua hapo sasa. Sitaki kufundisha kama somo kama somo, lakini wako jumla wema na wabaya. Amina. Alafu kuna malaika kwa ujumla wake Sawa, biblia inataja. Alafu katego, yani uh, daraja la pili wanatajwa sasa. Niingie hapo, niingie kwa malaika wakuu. Shetani alikuwepo kwenye hiyo lenki, anapo anatajwa na Mikaeli. Yuda moja tisa anatajwa hapo Mikaeli, sawa. So, sawa anaenda tu alaka kidogo, kuna mara nataka tukakae. Alafu katego, uh, daraja la tatu tunaenda, sawa sawa, eh? Daraja la tatu wanatajwa maserafi, serafin, maserafi asili yake, wanaobeba moto, ndio maana kwenye Isaya sita unamwona Isaya anatakaswa na maserafi wakichukua makaa, wao wanabeba moto, they carry fire. Haleluya! Kategori uh, daraja la nne wanaitwa makerubi. Shetani yuko hii daraja ya makerubi. Mwanzo 3:24, baada ya kufanya upuzi pale bustanini, Mungu kasema fukuzao. Mwanzo 3:24, nipeleke hapa. Akaweka makerubi wenye mapanga huko na huko, walinde asije akarudi Adam na mke wake akala tunda la uzima wa milele, ikawa ngoma nzito. Mwanzo 3:24, basi akamfukuza huyo mtu, akamweka makerubi upande wa mashariki wa bustani ya Eden, upanga wa moto unageuka huko na huko, kuilinda miti ya uzima. Haleluya, tusikae hapa, sio pa maana, sio pa tamu sana. Naomba niongee ili nimalize na kazi, nimalize na kazi eh, nimalize, nianze na kazi, alafu nimalize na mazingira yanayofanya malaika waje. Amina, naomba niongee kazi zao. Haleluya, unapotaja, kwa sababu wanakuwa connected sana. Hawa ni wawakilishi wa Mungu na tunajua ndio maana sijaanza huko. Kwa hiyo kokote kokote, inafanyika tendo kubwa la imani hasa la kutoa, uhitaji kuomba wanakuja, uhitaji kuomba watakuja, wangapo nataka watumiwe na watembelee na waifanyie huduma ya malaika kuanzia leo. Aleluya, naona leo watakavyopata shida malaika <hihim> na kutu, usije ukawatuma chai, kuna vitu uwezi kufanya. Sasa shauri lako. Usifanye too much na watuma koka dukani, usifanye too much. Wanaweza kuleta, ila usifanye too much, unavyoweza kufanya wewe fanya. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Mara ya kwanza nakutana kabisa na, na, na, na, na nguvu au na mtembe wa malaika sita, sawa, nilikuwa niko sekondari kidato cha tano hivi kidato cha tano nadhani cha tano kwenda cha sita wakati huo. Sasa kidato cha tano kwenda cha sita, kama sijakosea, nakumbuka kidogo. Nikupe kaushuda haka, hiyo siku mimi nilikuwa nimezoea kama sijafunga, basi bajeti yangu ilikuwa naruhusu chapati moja au na maharage.